Majaji katika mahakama ya kimataifa ya ICC mwezi Septemba mwaka huu wataanza kusikiliza kesi inayomkabili mbabe wa kivita nchini Uganda, Joseph Kony bila yeye mwenyewe kuwepo mahakamani, wakitupilia mbali rufaa iliyokatwa na upande wa utetezi. Mwanahabari wetu Emmanuel Makundi anatufahamisha zaidi. Uamuzi huu wa majaji wa rufaa ulikuwa ni wa kwanza katika historia ya mahakama hiyo ambapo sasa Septemba 9 mwaka huu wataketi kuamua ikiwa kuna ushahidi wa kutosha kuthibitisha mashtaka dhidi ya Kony. Kony anashtakiwa kwa makosa 39 ya uhalifu wa kivita na dhuluma dhidi ya binadamu, vitendo anavyodaiwa kuvitekeleza kati ya mwezi Julai mwaka 2002 na Disemba 2005, 2005, kaskazini mwa nchi ya Uganda. Kony ambaye alikuwa kijana wa kanisa na baadaye kujiita nabii aliunda na, na kuongoza kundi hatari zaidi la waasi lililofahamika kama Lords Resistance Army kwenye miaka ya kundi lake lilikuwa linapigana na wanajeshi wa serikali ya Rais Yoweri Museveni, ambapo watu laki moja waliuawa na watoto zaidi ya 1600 walitekwa nyara na kutumikishwa kama wapiganaji wa kundi hilo. Makosa mengine ambayo Kony anakabiliwa nayo ni pamoja na mauaji, kutesa watu, utumwa wa kingono na ubakaji. Mwaka 2021 mahakama hiyo ilitoa adhabu ya kifungo cha miaka 25 jela kwa makosa ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu kwa aliyekuwa mtoto na kamanda wa juu wa LRA, Dominic Ongwen.